Karibu tena kwenye chaneli yako ya maarifa. Leo tunaangalia jambo ambalo linaweza kubadilisha maisha yako kwa uzuri au kwa maumivu: kukopa benki. Unajua, watu wengi wanakopa benki ili waondokane na matatizo, lakini badala ya kutoka shimoni wanazama zaidi. Leo nitakwambia kwa urefu, kwa undani na kwa ukweli wote, madhara ya kukopa benki bila mpango. Hebu tuanze. Kukopa benki ni kuchukua fedha ambazo si zako kwa makubaliano kuwa utazirudisha pamoja na malipo ya ziada inayoitwa riba. Kwa mfano, unaweza kukopa milioni moja lakini ukatakiwa kurudisha milioni moja na laki tano. Hii ni kwa sababu benki haikupi bure, inaweka faida yake juu ya mkopo wako. Na sasa fikiria Umechukua mkopo kufungua biashara lakini biashara haikufanikiwa kama ulivyotarajia. Je, benki itakwambia pole? La hasha! Benki haitaki kujua changamoto zako, inataka pesa yake kwa tarehe mlizokubaliana. Madhara makubwa: riba inayokula mapato yako. Riba inaweza kuwa kama mchwa Unalipa kila mwezi lakini deni haliishi. Mapato yako yanatumika tu kulipa riba na wala siyo deni lenyewe. Mwaka mmoja unakatika, bado una deni. Hii ni hali inayochosha na kufadhaisha. Mbili, kusituka usiku. Stress ya mkopo. Mtu anaweza kuamka usiku wa manane akihema, si kwa sababu ana malaria, bali ana mkopo benki mawazo yanakula akili yako, unaishi kwa hofu na wasiwasi. Kila mwezi ni vita vya kutafuta hela ya kulipa benki. Tatu, kupoteza mali, dhamana yako yachukuliwa. Je, ulikopa kwa dhamana ya shamba au nyumba? ukishindwa kulipa, shamba linapigwa mnada. Watu wengi wamepoteza mali za familia kwa sababu ya kushindwa kulipa mikopo. Nne, migogoro ya ndani, familia yavunjika Mikopo imevunjavunja ndoa. Mke anaanza kuuliza, mbona kila mwezi hela yote inaenda benki? Mme anajibu kwa hasira, watoto hawapati mahitaji, familia inavunjika kwa sababu ya mzigo mkubwa wa kifedha. Tano, kujikuta katika mzunguko wa madeni. Wengine huona suluhisho ni kukopa mkopo mwingine ili kulipa wa kwanza. Hii ni sumu. Unazidi kujifunga kwa minyororo ya kifedha. Hali hii huitwa debt trap. Ukitumbukia humo, kupona ni vigumu. Mikakati ya kujiepusha: Moja, kopa kwa lengo linaloongeza pato. Kama lazima ukopae, hakikisha fedha hiyo inaleta mapato, mfano kununua mashine ya kuchakata mazao au gari la biashara. Usikope kwa matumizi ya anasa kama simu, harusi au likizo. Mbili, fanya bajeti kabla ya mkopo. Hakikisha una mpango wa kurejesha mkopo, angalia kipato chako, punguza matumizi yasiyo na lazima na tenga pesa ya kulipa kila mwezi bila kuchelewa. Tatu, fanya utafiti kabla ya kukopa, tofautisha taasisi za fedha. Benki moja inaweza kuwa na riba ya 15% nyingine 9%. Usikimbilie tu mahali pa kwanza, tafuta masharti nafuu zaidi. Rafiki yangu, usiwe mfungwa wa mikopo. Pesa inaweza kukufungua au kukufunga, inategemea namna unavyoitumia. Kumbuka maisha hayakimbii. Jenga tabia ya kuweka akiba kidogo kila mwezi, tafuta njia za kuongeza kipato na epuka tamaa ya vitu vya haraka. Ukiwa na maarifa haya unaweza kujenga maisha bila kuwa mtumwa wa madeni. Usikopesheke ovyo. Kama umejifunza kitu leo, tafadhali like, comment na kusubscribe kwenye channel. Pia share video hii kwa ndugu au rafiki yako ambaye unajua anapambana na mikopo. Tunaendelea kuelimishana kuhusu fedha, biashara na maendeleo ya mtu binafsi. Tufuatilie kwa content zaidi yenye kutia nguvu maisha yako ya kifedha.